Baadhi ya vijana kutoka kaunti ya Turkana walitembelea shule ya msingi ya Alfred Powery iliyoko kijiji cha Napetet, Turkana ya kati, na kufanya shughuli ya hisani kwa wanafunzi wa ECD walio katika mazingira magumu. Kwa mujibu wa mwalimu wao Bi Jennifer Lotodo, wanafunzi hao wamekuwa wakisomea chini ya mti wakiwa wameketi sakafuni kwa muda mrefu kutokana na ukosefu wa darasa rasmi. Hali hiyo imekuwa ikiathiri mazingira yao ya kujifunzia na ustawi wao wa kielimu. Katika ziara hiyo, vijana hao waligawa msaada waliouchangisha wao kwa wao bila ufadhili kutoka kwa mwanasiasa au shirika lolote. Baadhi ya vifaa vilivyotolewa ni pamoja na mikeka, vitabu, penzeli, chati na vifutio vijana hao waliitaka serikali ya kaunti ya Turkana pamoja wa na wasamaria wema kujitokeza na kusaidia wanafunzi hao kupata darasa la kujengewa, sare za shule na vifaa zaidi vya kujifunzia. Walisema kuwa watoto hao ni taifa la kesho na wanastahili mazingira bora ya kujifunzia ili kufikia ndoto zao. Kwa majina mimi ni Jennifer Lototo. Mimi ni madam wa Alfred Powery. Nilipoanza kazi mahali hapa ilikuwa ni 2016 nilipoajiliwa ni na county of Turkana. Na hapa nimekaa chini ya miti kwa miaka mingi nikiongojea msaada wa county. Hii shule iko chini ya Lodwar Township under Central. Na nimekaa nikiongojea msaada wa wakubwa wa hii wa county. Lakini, leo ni maajabu, vijana wetu wa hii township walikuja kututembelea, na kwa hii msaada nimefurahi, wamenitia roho ya kusimama na hawa watoto ya kufunza hawa watoto. Leo wametuletea vitabu, wametuletea penseli, wametuletea sharpeners, wametuletea charts na mikeka. Watoto wa hii shule wamekaa kwa muda chini ya miti kwa fumbi, watoto wengi wao wanagonjeka kwa sababu ya magonjwa. Na kweli nimekaa nikiongojea msaada wa kaunti wa MCS MP, gavana, naomba msaada wenu, mnijengee darasa jo community ifaidike. Watoto ni wengi kwa kijiji, na wanapoona wengine wanakaa chini ya miti wanarudishwa. Tafadhali sana, naomba msaada wenu, mtujengee darasa, tuko hata na mchanga, lakini ni ma, ni, ni, instruments tu yenye, hakuna mahali kunaweza jenga, kuna bara, mtujenge tu darasa, mtutujenge darasa. Mungu atawabariki, Mungu atawabariki zaidi. Nasema asante kwa. Okay, majina naitwa Paul Lochipo. Uh, nashukuru kwa kukuja hii shule ya Alfred Powery whereby ni shule iko under Lodwar Municipality, uh, Lodwar Township and under Turkana Central And, uh, also sisi kama uh, wa vijana yeah. ya hii kikundi ya youth group, and also, napete youth group tulikuja na hii idea ya kusaidia watoto because hao uh, watoto in the next like uh, five years watoto wanakaa kwa miti na wanakaa kwa fumbi. Hiyo fumbi wanafuta inawapatia homa, hiyo fumbi pia inawapatia malaria. That's why tukaangalia hata sasa hivi tukikimbia mahali popote tuacha tufanye mahali uwezo wetu inatufikia. Uh, that's why tulingangana tukapata hizo mat, ile tumewekea watoto, uh, kitabu, uh, kalamu, and also uh, chart ya mwalimu. Hiyo ndio vitu tulingangana as a youth of this area and also the youth of Turkana County. And also what we plead to the county government and national government ile kesi tunahitaji ni support tu peke yake. We need a construction here of the class whereby also we need also uh, kuambia watu wa hii area whereby na uh, ECD kwa hapa because, kama kuna kitu muhimu sana ni ECD. ECD ukilewa vizuri uh, future yako inakuwa mzuri sana that's why I'm pleading to the governor, MP, MCA, please, we need your support, support Alfred Powery Because the future of this nation iko kwa watoto. The future of this country iko kwa watoto, we need your support. Hakuna politicians hapa hapa, but we need your support, we are pleading for you. TV nakuwa nikiripotia katika runinga Ikoba TV, kaunti ya Turukana, shukran.